yankekanyai kinapotoa kuondoa kabisa, ili kwamba kila tunachofikiria kiwe ni cha Yesu, kiwe ni cha Mungu, kila tabia tunayotenda iwe ni ya Mungu, iwe ni ya Kristo, iwe ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo, Shetani sasa ameamua kupitia kwenye milango yetu kuliyopeo ya sahama na sisi tunamkataa Shetani na malaika zake Niyesema kila mmoja amkatae kwa vitendo, lakini hapo wengine watakudanganya kwamba anakataa kwa vitendo, ukuwanamkaribishi ehe, u wanamkaribishi. Kumkaribisha ni vitu vibaya. Tuangalie vifa ambavyo vinatuzingua, vinakizingua dabiii uanzia Muka, kwa hiyo hapa tunafikia. Ujambazi unaanza katika mawazo, uzinzi unaanza katika mawazo, wizi unaanza katika mawazo, kuabudu sanamu unaanza katika mawazo, tamaa mbaya unaanza katika mawazo. Kwa hivyo tumeshinda. Na ndio hiyo, ujambazi unaanza katika mawazo. Umeona, ni akili hiyo hiyo iaikaa uwana watetezi nawambia. Unaona mtu kifua ni kikubwa, unafikiria ameleletwa, kumbe ni wanaweka kifua. Hata kanisa tukitangaza hivi, kuna hili hawatapata waelewe, yaani kikangaza ikawa iuwambia Yaani, kama vile tukimwambia, ah, ah, si kweli yes, kwe ketu nazomanisaka, lakini watu wanapinga mpaka mwisho. Sio hapa kwetu tu, makanisa yote ya dunia yote. Lakini mwovu amefanyaje? Ameteka mawazo. Tutoke katika mawazo ya shetani, tuingie katika mawazo ya Mungu.